Uh, ndugu zangu mimi ni, ni, ninawapongeza sana viongozi wa kanisa la Singida mjini kwa kuandaa na kutayarisha Christmas sikukuu ya mwaka huu 2025. Na kwa kweli nimesikia habari nyingi zimeenda vizuri na ya kwamba mahudhurio yalikuwa mazuri na huduma ya eneo la Mungu ilikaa vizuri sana. Ninyi kama viongozi wa kanisa la SCC hapa mjini kati mlimpokea mgeni wenu hapa, mchungaji Nyonyi, mchungaji wa kiongozi wa Manga. Bila shaka mmeona mambo mengi mazuri ambayo mmeona, hii Christmas ilikaje. Bila shaka nianze na wewe ndugu yangu e, mzee wa kanisa Galawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa John Galawa, ni mzee wa kanisa hapa FPCT Singida mjini STCC. Kipekee kabisa tumekuwa na Christmas njema ambayo semina ilianza tarehe ishirini na tatu na tumehitimisha leo tarehe ishirini na tano na tume, tunamshukuru Mungu kwa sababu tumepata maneno ya Mungu mazuri ambayo tarehe ishirini na tatu tumefundishwa kuhusu kupata neema. Mariamu alipata neema ya kumzaa Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na hata sisi pia tumepata neema ya kuokolewa na Yesu. Mariamu alipata neema ya kumzaa Yesu, lakini sisi tumepata neema ya kukombolewa na Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Lakini tumefundishwa tarehe 24 kuhusu ulinzi. Tunapokuwa na Yesu Kristo, ni lazima tuhakikishe maisha yetu yanamtetea Yesu, yanakuwa na ulinzi na tunampendeza Mungu. Na leo tarehe 25, siku ya Krismasi, tumefundishwa kuhusu kukua katika kimwe kima huku tukimpendeza Mungu na wanadamu. Kwa hiyo katika Krismasi hii tunajivunia kwamba kumbe tunavyokuwa katika maisha ya Kikristo tuna uwezo wa kumlinda Yesu, tuna uwezo wa kumtetea Yesu, tukaishi katika maisha ya kukua kiroho katika, kiro... katika kukua kwa mwanadamu kuna maisha ya kukua kibinadamu, lakini kuna maisha ya kukua kiroho. Kwa hiyo tunatamani kuona Wakristo wote tunakua kiroho, kimo katika kimo hekima maarifa tukimpendeza mungu na tukiwapendeza wanadamu na mungu awabariki asante ndiyo maneno hayo ni mazuri kwa ajili ya krismasi ya mwaka huu maana imeandikwa katika luka 3 mstari wa sita na wote wenye mwili watauona wokovu wa mungu krismasi ni maana kubwa sana asante sana mzoa kanisa nduku galawa Asaninapenda kusikiliza kwa ndugu mzee wa kanisa mwingine, ndugu eliakim eh, Mungi, uliona nini kwenye krismas ya mwaka huu? Bwana Yesu asifiwe. Ni majina yangu naitwa Eliakim Jackson Mungi, ni mzee wa kanisa, kanisa letu hapa la FPST Singida mjini kati. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya sikukuu yetu nzuri ya Krismas. Tumeanza semina yetu toka tarehe 23 na tumekuwa na mgeni wetu mzuri mchungaji wetu Nyonyi kutoka Manga. Kwa kweli Krismasi hii imekuwa ni ya baraka na ya pekee sana, maana tumekuwa na wakati mzuri wa kujifunza maneno ya Mungu, na tumefundishwa na mtumishi wa Mungu kwa habari ya kupata neema, lakini pia tumefundishwa habari ya kutii. Tukaambiwa kwamba Mariamu alitii na alivyotii maelekezo na vile alivyoambiwa, ndio alifanikiwa kufanya yale ambayo alitakiwa kufanya, na Yesu akazaliwa kwa sababu ya Mariamu kutii. Hivyo tunaanza kujifunza Yesu tunapoambiwa jambo na Mungu ni vizuri sana tukatii. Tukitii tutaona yale matokeo na kile ambacho Mungu alikikusudia kitokee katika maisha yetu kwa njia ya kutii. Lakini leo katika hitimisho letu zuri la siku yetu ya Krismas, tukafundishwa habari ya kukua na kuongezeka. Tukafundishwa kukua katika, kukua katika kimo, lakini pia kukua kiroho, kukua katika kimo, hekima na kukua katika maarifa, na tunaona Yesu alivyozidi katika kukua, alikuwa wakati wa ukuaji wake, alikuwa pia akifanya kazi za kawaida. Kwa hata sisi tunapookoka, tunapoendelea, Yesu amezaliwa ndani yetu, tunapoendelea kuukulia wokovu, tunakuwa pia katika maisha yetu ya kawaida, tunapaswa pia tuendelee kushirikiana na watu wengine. Sio tu tunakuwa katika kiroho, tunaacha kushirikiana na watu wengine. Tumeona Yesu alikuwa anashirikiana na jamii zingine na alikuwa akifanya kazi. Yesu alikuwa anafanya kazi. Biblia inasema kwamba alikuwa ni seremala, tumesomewa katika Marko alikuwa ni seremala. Wanajiuliza, huyu si seremala? huyu kwa alikuwa anakuwa, anafanya kazi za kawaida, aliwahudumia ndugu zake na alihudumia jamii pia. Kwa hiyo alikuwa katika mambo ya kiroho lakini alikuwa katika utendaji wa mambo ya kawaida ya kimwili kabisa. Kwa kweli sikukuu hii imekuwa ni ya pekee na ya baraka sana, tumejifunza mambo mazuri. Naamini kupitia sikukuu hii na semina hii nzuri ya Christmas, kanisa linaenda kukua na linaenda kuongezeka katika kushirikiana na jamii na kufanya mambo ya kawaida, na tunaamini tutaiona baraka ya Mungu ikiendelea kuonekana katika maisha yetu ya kimwili na maisha yetu ya kiroho pia. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Asante sana. Amina. Eliakim wa kanisa, kwa kweli, ujumbe huo mnaozungumza ulikuwa na ujumbe mkubwa na wenye nguvu, na mimi nimeona Krismas ya mwaka huu ni Krismas ambayo imeleta matumaini makubwa katika maisha ya watu. Kanisa lenu limejaa na watu zaidi ya mia tano mia sita. Hapa mmepanda mbegu njema. Kipindi hiki tumsikilize uh, mtumishi mwingine wa Mungu wa hapa kanisani, kiongozi yetu hapa atuambie, yeye amehusika na mambo yote ya Krismas, atuambie yale ambayo ameyaona. Karibu sana. Sawa, so, bwana Yesu asifiwe. Uh, na mimi pia namshukuru Mungu kwa ajili ya Krismasi hii. Uh, nimeweza kujifunza mambo mengi, mojawapo nilikuwa najifunza kuhusu Mariamu, uh, vile ambavyo alipata neema ya, ku, ya kumzaa Yesu na nilijifunza zaidi Mariamu ni mtu ambaye hakuwa maarufu, hakuwa binti maarufu, na yamkini hata familia yake haikuwa familia ya labda ya kitajiri, familia yenye uwezo mkubwa, nilikuwa ni binti wa kawaida tu. Alicho kilichosababisha huyu Mariamu apate neema ya kumzaa Yesu ni, ni ule uaminifu wake mbele za Mungu, na yale maisha yake yalifanya Mungu ampendeze, ampendeze Mungu na apate nafasi ya kumzaa Yesu. Kwa hiyo nikajifunza kwamba Uh, bila kujalisha historia yako bila kujalisha maisha yako, ikiwa wewe ni mwaminifu mbele za Mungu uh, unaweza kupata neema ya kitu chochote mbele za Mungu. Mungu anaweza kukuinua kwenye eneo lolote lile ambalo yeye analiona kutokana na uaminifu wako na bidii yako na maisha yako mbele za Mungu. Uh, nikajifunza pia kuhusu maisha uh, ya wa, wazazi wote kwa Yusufu na Mariamu. ukisoma soma ile Marko sita, ule mstari wa tatu, kuna watu wanajiuliza, huyu si mwana wa Selemala E, yaani manake yale maisha yao, ile historia yao, jinsi ambavyo alikuwa naishi yale maisha yao, alivyokuwa naishi watu waliwachukulia kawaida, lakini ukawaida ule haukuzuia, haukuzuia yale makusudi ya Mungu ambayo aliyataka kuyafanya kwa mwanadamu. Kwa hiyo pamoja na watu wanaweza kachukulia maisha yako yalivyo, ya wanaweza kukuchukulia ulivyo, bado ile kusudi la Mungu ambayo liko ndani yako haliwezi kuzuiliwa na yale ambayo watu wanaya, wanayaona kwa nje kwa hiyo nimejifunza kwenye Krismasi hii mambo ya msingi sana, kama, kama hayo. Asante nafasi hii. Nipende kumpa nafasi mgeni wetu mchungaji Michael Nyonyi kutoka Manga. Tunatazamia siku za usoni atakuwa mtu wa maana katika utumishi wake katika nchi yetu na mkoa wetu wa Singida. Mchungaji Nyonyi, karibu useme yale ambayo unaona kwenye kanisa letu hapa. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Jamani mimi binafsi namshukuru Mungu. Mimi binafsi namshukuru Mungu. E, Mungu amekuwa pamoja na mimi. Nilipopata mwaliko wa askofu karibu mjini uje utuhudumie Krismasi. Binafsi nili katika kawaida ya kibinadamu ni kama niliona itakuwaje hii, lakini baadaye nikakubali na nikaja hapa na ninashukuru wazee wa kanisa mwinjilisti wamenipokea vizuri, na tangia tulipoanza Jumanne eh, mahudhuria alikuwa ni mazuri kwa wandugu, kulikuwa na aina fulani ya unyenyekevu eh, hawakujali nani leo atatuhudumia, wao walijileta kwa unyenyekevu, walitoa huduma zao kwa kwaya. Binafsi nilifurahishwa. Hata jana pia ikawa hivyo hivyo, ikawa furaha, wandugu wapo wanatoa huduma kwa kwaya, ilinitia mimi moyo kwa hiyo sikuona tofauti na wageni wengine. Kwa hiyo nikaona ha, ili kanisa Mungu amelipa neema e, halina ubaguzi e, halina ubaguzi wa mgeni yeyote, wanamhudumia kwa mazingira yeyote. Kwa hiyo kwa binafsi mimi nimepata somo hapa waskofu pamoja na wazee wa kanisa wamekuwa na aina ya unyenyekevu eh, kwangu pia kama mgeni. Kwa hiyo mimi binafsi niwatakie baraka za Mungu tunapoingia mwaka wa 2026 Mungu abariki kanisa hili. Kanisa hili limekuwa na neema kwetu sisi, makanisa ya pembeni, tumejivunia hapa, kwa hiyo ni kama Yerusalemu yetu. Kwa hiyo tunaitakia baraka pamoja na baba yetu askofu. Mungu aendelee kumuhimarisha na kumpa afya katika jina la Yesu. Mungu abariki sana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifia wanduku, naamini mnafuraha furaha, maana Krismas ni furaha. Amen. Ni furaha kabisa tena kwa watu wote, hasa kwa mchungaji wetu, mgeni wetu, mchungaji Maiko Nyonyi ambaye kwa kweli ametoka manga mbali kijijini, leo amehubiri mjini. Bwana, nami nakuombea Mungu hubiri vijijini, mijini na miji mikuu vijijini <laughs> mijini na miji mikuu kabisa. Mungu ana, anatuma watu kama Mariamu hakuji, alijisikia hivyo lakini akazaa kitu cha maana, na wewe pia utazaa huduma kubwa. Na niwatakie wote huduma njema. Mwaka huu unaingia wa ishirini na sita, Mungu awainui kwa viwango ambavyo Maria hakujua ama angezaa Mwokozi wa ulimwengu mzima. Atawainua kwa kila maeneo itakuwa mm -hmm, na huduma bora, huduma kubwa, na kanisa lenu sisi litakuwa litaongezeka na kuzaa matunda. Tujiandae kukupokea mwaka mpya, tuone mungu atasema nini nasi kwa mwaka mpya uliyekuja ishirini ishirini na sita. Asanteni sana na mungu awabariki Amen. amina.